Habari na karibu katika YouTube channel yangu, jina yangu God the Creator. And today naenda kukufundisha ni jinsi gani unavyoweza ku generate picha kupitia AI. Na website naenda kutumia ni Google Gemini. Unaweza ukadownload app au ukaenda direct kwenye website yao ambayo ipo kwenye Google na Chrome, then utakapoingia utataka kujiregister. So mimi tayari nimesha register hapo kwao. Tunaenda ku create image na kuna feature mpya ambayo inaitwa Nano Banana ambayo ina create image ambazo zina realistic kubwa sana yani, kwamba utakapoitazama hiyo image ambayo itakuwa generated na, na Google Gemini kupitia iko kipengele cha Nano Banana, maana yake image itakuwa na uhalisia mkubwa sana kwao. Tutabonyeza hiyo plus sign, then tutaenda direct kwenye create image, hapo kwenye create image, ili tuweze kutengeneza picha yetu, na tutaenda pia kwenye alama ya jumlisha ili tuweze kuadd picha ambayo tunataka iwe generated. Tutamselect huyo dada, tunataka tu generate picha akiwa ampiga photoshoot studio, kwa hiyo tunachagua picha. chagua picha ambayo itakuonyesha vizuri picha ambayo ita ina uhalisia kwamba utakapo iupload hapo, ili uweze kupata matokeo mazuri kwenye picha yako ambayo utaenda ku generate, na kingine utaenda kuweka um, prompt, prompt ni maneno ambayo uta, utaisaidia AI iweze ku generate picha ambayo wewe unataka iwe kwa mtindo ambao unataka wewe iwe. Kwa hiyo namna chat, chat GPT, prompt, ma ya kutengeneza, unaweza ukatumia ChatGPT ukatengeneza prompt ukaandika maelezo yako ya Kiswahili namna picha ambayo unataka kugenerate iwe, then ukayabadilisha uka yale maneno kwa Kiingereza, kama, kama kuandika prompt ya Kiingereza itakuwa ni shida ukabadilisha maneno kwa Kiingereza then utakuja utayakopi na kuja kuyapesti hapa kwenye, kwenye Google Gemini kwa ajili ya kujenerate picha yako ambayo unataka kuijenerate, then utabonyeza iko kimshari kama cha kutuma cha kutuma hiyo picha kwa Google Gemini, then itaenda kugenerate within a second, ita generate picha ambayo umeielezea kulingana na maelezo amba ume ambayo umeyaweka kwenye prompt ambayo umemgaia Google Gemini pamoja na picha ambayo umemprovide Gemini. Kama unavyoona hapo sura ya yule dada imeenda kugenerate picha ya ambayo ni ya studio. Kwa hiyo wapiga picha ndugu zangu muwe makini sana kwa, kwa sababu AI inaenda kuchukua ajira zenu kwa kiasi kikubwa sana, as you can see picha ina uhalisia mkubwa sana.